Abubakar Zubair bin Ali Mbwana, ambaye yeye amemtuma mjumbe wa baraza la ulama, naibu kadhi mkuu wa Tanzania Shekh Ali Khamis Ngeruko. Shekh Ali, kwa heshima kubwa na taadhima, ni kuombe useme lolote kwa niaba ya mzee wetu kiongozi wetu mlezi wetu huyu, na baada ya hapo moja kwa moja umkaribishe mgeni wetu rasmi, kipenzi cha wana Dar es Salaam, mheshimiwa eh, mweshimiwa Albert Chalamila. Karibu Shekh.

Itifaki izingatiwe. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti Sheikh Abu Bakar bin Zubair bin Ali, anatoa salamu za pongezi kwa uongozi wa jumuiya ya tahfidh al-Quran chini ya mwenyekiti wake shekh Osman Kaporo, Mungu amjaalie kila laheri na jumuiya hii aiwezeshe kufanya majukumu yake makubwa kama haya. Lakini pia anapongeza washiriki wote ambao wamesimama imara katika jambo hili la kuzungumzia mustakabali wa nchi yetu katika masala mazima ya amani. Hata wewe mgeni rasmi, Mheshimiwa Mufti, anakushukuru kwa kutoa muda wako katika ushiriki wa jambo hili tukufu. Mheshimiwa Mufti salamu zake ni kwamba leo tupo hapa kwa kuzungumzia amani ya nchi yetu, masuala mazima ya uchaguzi, lakini uwe ndio mwanzo sasa iwe ndiyo mwanzo na muda ndiyo umefika, kwa sababu hakuna chenye thamani duniani kama watu kuwa na nchi. Mwenyezi Mungu ametupa nchi ya Tanzania, tuna wajibu wa kuilinda kuisemea kwa hali yoyote vile itakavyokuwa. Kwa hiyo muda sasa ndio umefika, kila mmoja ratiba ya kuzungumza yake kuhusu amani ya nchi yetu. Muda umeanza huu kila mmoja sasa kama vile viongozi walipokuwa wakielezea wazazi wakae na watoto wao mke akae na mume wake jirani akae na jirani mwenzake viongozi wa dini kwa maeneo yao na hata wale wa kijamii kwa maeneo yao kila mmoja acheze nafasi yake, tukihakikisha kwamba Tanzania inakuwa salama. Jumuiya tahfidhu Qur'an, leo iwe ndiyo mwanzo. Kuna nafasi ya vijana Tutafute kongamano, tuzungumze na vijana kwa maeneo yao yote, vijana wa vyuo vikuu, vijana wa masekondari, vijana wa darasa la saba, madaruweshi, jumuiya ya tafsiri Qurani. Huu ni mwanzo, umeanza mheshimiwa mufti anawaomba mwingeleze. Kuna jumuiya za kina mama hawa, tuwakumbushe wajibu wao, tutafute nafasi ya kuzungumza nao, lakini pia tuzungumze na watu ambao hawaelewi. Shekhe Isa Uthmani amewagusia kizazi kipya, kizazi kipya hakijawahi kutoka Kagera kuja Dar es Salaam kwa gari kwa muda wa wiki moja, hakijawahi. Kizazi kipya, kizazi kipya hakijawahi kutoka na gari Kagera mpaka Sirari, Nairobi Arusha Dar es Salaam hakijawahi. Kizazi kipya kulikuwa na unga unaitwa wa njano, hakijawahi kula unga huo. Kizazi kipya hakina hakijawa na uwezo wa kutathmini miaka sitini ya uhuru wa Tanzania na miaka mia mbili na zaidi ya uhuru wa Marekani. Unamlinganishaje Marekani kwa miaka ya uhuru wake na miaka sitini ya Mtanzania? unalinganisha vipi? Sasa makongamano kama haya lazima tupate mada za kulinganisha, ili waelewe, kwa sababu kuna ambao, kuna watu wa aina mbili. Kuna wasioelewa kutokana na kuwa wao ni kizazi kipya, umri wao hauwezi kulinganisha, lakini kuna shida nyingine ya afya ya akili. kuna shida ya afya ya akili kuna shida ya mitandao ya kijamii matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kwa wale wenye shida ya afya ya akili makongamano kama haya yatasaidia kama mfano aliotoa Sheikh Isa kwamba yule alikuwa akifanya research kuhusu nyuklia akaenda kwa mama yule, akasema ah, mimi sio shida yangu nyuklia, shida yangu kuna panya wengi ndani. Sasa lazima tuone kwamba kuna shida ya afya ya akili, zitengenezwe mada katika makongamano kama haya, zitafutwe takwimu, zionyeshwe ili wale wenye akili waweze kujua kwamba huyu ana shida ya afya yake, siwezi kumfuata huyu. Anachokisema ni sahihi, huyu anajua kulinganisha. Tanzania ya leo <clears throat> Tanzania ya leo mtu anatoka Dar es Salaam mpaka Kagera, kwa siku moja na nusu, kwa gari yake tena, gari yenyewe ina choo ndani. Katika zama za nyuma, miaka ya sabini, wengi wameliwa tu katika mapodi huko. Mtu anashuka anakuwa anajisaidia, kumbe pana chatu pale, inakuwa ndio kitu hio lakini, leo mtu anaingia kwenye gari gari linachoo, halafu bado unasema kimefanyika nini katika nchi hii leo? Mtu anakwenda Mwanza na kurudi kwa boeing la Tanzania, Air Tanzania, hata mara kumi anakwenda na kurudi kwa siku moja, kitu ambacho kilikuwa hakipo. Nakumbuka Zanzibar hapa, Zanzibar watu walikuwa wanakwenda kwa ngarawa, wanakwenda kwa jahazi, usiku saa sita za usiku ndio jahazi linaanza kuondoka, atafika saa tano mchana. Leo ni lisaa limoja na nusu, kama vile shehe wangu hapa wa kinyamwezi wanavyosema, lisaa limoja na nusu. Mtu ameshafika Zanzibar lisa ali moja na nusu, tena anakunywa na juisi, chai, anapitishiwa na vitafunwa vinaitwa, yuko katika boti ana enjoy, anaona raha ya bahari ya Hindi. Sasa lazima Shekh Sheikh Afumani kwa nafasi yako na kwa uchokozi huu uliouanzisha, bado kuna mada zinataka zizungumzwe. Moja ni mada ya kulinganisha tulikotoka na tulipo tunakokwenda, sisi watanzania na Waingereza, watanzania na Wajerumani uchumi hivi, nani anaendesha uchumi duniani? Uchumi unaendeshwa na nani? Nani aliyeshikilia soko la uchumi duniani? Anaendesha hiki kizazi akijui. Sasa tusizunguke zunguke, tuende katika, katika main point, tuwaambie vijana, uchumi nani anamiliki uchumi duniani, nani anaendesha uchumi duniani, waelewe la sivyo watamwatake alhamisi kuona kwamba labda yeye ndio anayewafanya watu wengine wasipate hela. Kwa hiyo, na kila mmoja, si tu jumuiya ya Tahfidhul Qurani peke yake, lakini jumuiya zote. Sasa wakati umefika wa kuelimisha jamii hii, na hasa kwa kipindi hiki ambacho tuna silaha nzito ambayo inatumika vibaya mitandao ya kijamii matumizi yake bado jamii yetu haijaielewa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ningelisema sana lakini Mheshimiwa Mufti amenipa eh, pointi hizo tu za kuzungumza na sina haja ya kuongeza ya kwangu. Sasa wakati umefika Mheshimiwa Mufti anatoa agizo kwa viongozi wote wa baraza kwamba wakati sasa umefika wa kuitetea Tanzania kwa hali na mali, kwa dua, kwa maneno mazuri, kwa elimu. Mashehe, toeni elimu kuhusu Tanzania, tulipofika, tulikotoka, raha zilizoko sasa hivi. Tuwaonyeshe raha, wazione hawazioni, hawana macho tuwaonyeshe sio salamu tu. Salamu salamu tu, salamu ndio salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. Lakini kuna mengi mazuri yako Tanzania, kwingine hakuna. Watu wanataka waonyeshwe kwa sababu macho wanayo, tutawaonyesha wataona. Na wale wenye afya ya akili tuwatibu kwa maelezo mazuri, afya zao za akili zitarudi Wataiona Tanzania ni nini, wataithamini na wataipigania kwa hali na mali. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nikukaribishe wewe, ndio mwenye jukwaa lako hili, na wewe ndio msemaji leo hapa, na sisi sote tuko kukusikiliza. Wa billahi tawfiq, wasalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.